Kama una changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux, hakikisha asubuhi unakuwa na vitu vifuatavyo. Cha kwanza hakikisha unakuwa na maji ya uvuguvugu kama ambavyo unaona. Lakini cha pili unatakiwa kuwa na asali mbichi, asali mbichi. Lakini cha tatu hakikisha unakuwa na tunda mojawapo kati ya matunda haya ambayo nitakuelekezeni. Tunda namba moja ni parachichi. Tunda namba mbili ni papai Tunda namba tatu ni ndizi mbivu kama ambavyo unaona. Kwa hiyo hivi ndio vitu ambavyo unatakiwa uamke navyo kwa wewe mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux. Kuona kuwa na maji yako ya uvuguvugu kama ambavyo a, unaona hapa maji ya uvuguvugu haya hapa, lakini pia unatia asali kama ambavyo unaona, asali ambayo haijachakachuliwa, asali ambayo a, imenyoka, eh, eh asali nzuri utaweza kutia kwenye yale maji yako ya uvuguvugu, utaweza kuyakoroga kama ambavyo nakuonesha hapa. Ukishakoroga basi uh, unakunywa. Ukinywa basi, yatakusaidia kwa mwenye changamoto ya vidonda vya tumbo na acid reflux. Cha pili, kati ya matunda matatu ukipata moja, hata ukipata ndizi uh, Ha, utafanya hivyo, utakula kwa nini haya matunda? Kwa sababu haya matunda kwanza yanaongeza kinga kwenye kuta zako za tumbo, lakini maji gugubugu, ya vuguvugu yanakuwa yana neutralize asidi. Asali ni kwa ajili ya kuondoa bakteria wabaya.